Katika maisha ya kila siku, watu wengi hufikiria kuwa kumridhisha Allah ni kupitia mambo makubwa pekee, sadaka kubwa, ibada ndefu au matendo yanayoonekana mbele ya watu. Lakini leo nataka nikushirikishe tabia moja ya Kiislamu. Tabia ambayo wengi hawafanyi, haionekani, haina makofi wala sifa, lakini humvutia Allah sana. Tabia hii ni kusafisha moyo kwa kusamehe watu. Hata pale unapokuwa na uwezo wa kulipiza. Ni rahisi kulalamika, ni rahisi kuchukia, ni rahisi kubeba maumivu moyoni, lakini ni wachache sana wanaoweza kusema nimesamehe kwa ajili ya Allah. Allah anasema katika Kurani, na wasamehe na wapuuze. Je, hampendi Allah akusameheni? Suratu An-Nur hii aya haikushuka kwa watu dhaifu. Ilishuka kwa watu walioumia, waliodhulumiwa, lakini bado wakaambiwa sameheni. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, sadaka haipunguzi mali na Allah hamzidishii mja kwa kusamehe ila hishma. Muslim. Subhanallah, watu hufikiria kusamehe ni kushindwa, lakini kwa Allah Kusamehe ni nguvu ya juu kabisa. Unapomsamehe aliyekukosea, Allah anainua daraja lako, Allah anasafisha moyo wako, Allah anakupa amani ambayo chuki haiwezi kukupa. Lakini tatizo ni moja, igo, moyo wa kibinadamu unapenda haki kwa njia ya kulipiza, lakini moyo wa muumini unapenda haki kwa njia ya Allah. Tabia hii ya kusamehe kwa siri bila kutangaza bila kumwambia mtu bila kutafuta sifa, ndiyo tabia ambayo malaika huiandika kwa wino wa nuru. Watu wengi hawafanyi kwa sababu wanaogopa kuonekana wanyonge, wanaogopa maumivu kurudia, wanaogopa kupoteza heshima. Lakini ukweli ni huu: hakuna aliyesamehe kwa ajili ya Allah akapoteza. Huenda usipate haki yako hapa duniani lakini kwa Allah hakuna tone la machozi wala maumivu yanayopotea ya bure. Leo jiulize, ni nani unayembeba moyoni mwako kwa chuki? Jaribu jambo moja, sio kwa ajili yake, sio kwa ajili ya watu, lakini kwa ajili ya Allah. Msamehe kimoyomoyo na umwache Allah ashughulike na haki